Mungu aliwakataza wana wa Israeli wasiwaende watu wenye pepo, wachawi, watu walogao, watu wanaotenda mambo mabaya. Hapa tunazungumzia majini. Je, yeah. Haya majini sasa yaliishia tu kuamini au yalisilimu? Nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu na wamu miongoni mwetu wanaokengeuka. Sura ya 72 fungu la 14, kumbe mashetani yalisilimu na yanaswali ndani ya msikiti, yameweka masharti mengi sana katika misikiti. Mfano, mwanamke akiwa katika siku zake hatakwi kufika msikitini, eti nasemekana hana tavu na akiingia tu anakufa, kumbe ananyonya damu, kwani chakula chao kikubwa ni damu na yamejaa humo misikitini wapi chakula chao kikubwa ni damu na yamejaa humo misikitini wapi, ulisikia mwanamke anazuiliwa kuingia kanisani akiwa katika kawaida yake ya mwezi? Ndugu, tafakari, uchukue hatua. Tumeona katika sehemu hii ambayo nimenukuu kwamba majini haya, je, yaliishia tu kuamini au yalisilimu? Lakini tumeona kuwa katika dini hii ya Kiislamu mwanamke anapokuwa katika siku zake haruhusiwi kwenda msikitini. Lakini tumeona ukweli niliponukuu kitabu hiki ya kwamba anapokwenda msikitini, eti anaweza akafa au mwanamke anapoenda msikitini akiwa katika siku zake anakufa. Lakini tumeona kuwa anapoenda msikitini akiwa katika siku zake, haya majini yananyonya damu kumekea kitendo cha kwenda msikitini akiwa katika siku zake, yale majini yananyonya ile damu na hatimaye mtu ile anapoteza maisha. Lakini ni uongo mtupu. Ukweli ni kwamba hakuna sehemu katika Biblia ambayo imezulia kwamba mwanamke akiwa katika siku zake asiende msikitini kuswali au asiende kanisani. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tafakari na uchukue hatua, utambue kuwa huu ni uongo mtupu kabisa, uko wazi. Tunaendelea kusoma nukuu. Pia utaona kuwa inapolia adhana haipasi muumini wa Kiislamu kuwahi msikitini muda huo huo, kwani anakutana na majini au mashetani ndiyo ya kwanza kwenda kuswali, hivyo huenda yakamzuru kama ataingia muda huo huo wa kuswali wa mashetani. Lakini tunaona kuwa kipindi cha adhana ambapo inalia Muislamu, awe mwanamke awe mwanaume awe kijana awe mtoto, hapasi kwenda muda huo huo inapolia adhana. Inapaswa atulie kidogo, muda kidogo, ndipo anapaswa kwenda msikitini. Muda huo anapokuwa ametulia, kumbe ni muda wa mashetani au majini kuswali, ndipo utagundua kwamba shetani anaingia kwanza msikitini na majini wanaswali kwanza, anaacha kwanza nguvu yake ya shetani, ndipo watu wengine wanafata kwenda mswali kwao. Ndugu mtazamaji, unayemtazama nadhani umeanza kupata picha ya kuwa mwanamke au mwanaume hapasi kwenda msikitini muda ule adhana inapoulia, muda huo huo ni muda wa mashetani mswali kwanza. Baada ya hapo yakimaliza nipo anaruhusiwa na wao kwenda msikitini. Lakini tumeona kuwa mwanamke akiwa katika siku zake akienda msikitini atakufa, hadi pale atakapokuwa amepona katika hali yake hiyo. Lakini nanukuu tena hapa sehemu ambayo nasema, je, majini yaliposlimu na baba yao shetani naye alislimu? Tutaenda kuangalia majini na baba yao shetani Kabla ya kuanza kusoma nukuu hii, tumetambua na tumeona ya kuwa kumbe majini baba yao ni shetani. Sasa mpenzi mtazamaji, unayemtazama nadhani umeanza kupata picha kamili ya kuwa majini baba yao ni shetani na sio Mungu. Ntasoma nukuu, kitabu asili ya Majini, ukurasa wa ishirini, inasema: ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa hawakufanya jitihada za kumwezesha shetani na wanaekuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Ni Mtume Muhammad tu ndiye aliyemsilimisha shetani akawa Muislamu. Tumona, Adamu na Hawa hawakufanya jitihada za kumwezesha shetani kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Tunatambua kuwa shetani alifanya makosa katika bustani ya Edeni, lakini tunaona Adam na Hawa hawakufanya jitihada, ni kama ushauri, kumshauri shetani ya kwamba hiki tulichokifanya, baada ya kujitambua kuwa wapo uchi, kwamba hiki tulichokifanya ni makosa, tumombe Mungu msamaha. Tunaona hawakufanya hiyo jitihada, lakini tumeama kwamba ni Mtume Muhammad tu ndiye aliyemsilimisha shetani akiwa Muislamu. Ni Mtume Muhamadi tu ndiye aliyemsilimisha shetani akawa Muislamu. Tumeanza kupata ukweli sasa kwamba je, majini yalipo silimu na baba yao shetani alisilimu. Tumeona huku mwanzoni tumesoma nukuku wa majini yalisilimu tayari, lakini tumeona kuwa shetani mwenyewe ambayo ni baba uongo Alisilimishwa na mtume Muhammad. Ndipo sasa tena kuelewa kuwa Uislamu ni dini ambayo imemiliki majini na mashetani, wakijua ya kuwa majini ni maraika, lakini sio. Kumbe ni uongo mtupu, kumbe shetani mwenyewe alisilimishwa na mtume Muhammad. Adamu na Hawa hawakuwa washirikina na walishirikiana na mashetani, na hawakushirikiana na mashetani hivyo walijitenga kabisa nao. Cha ajabu mtume anashirikiana na mashetani na kuwasilimisha akiwemo baba yao Iblisi, lakini bado nukuu inazidi kusema ya kuwa Adamu na Hawa hawakushirikiana kabisa na ushirikina wa mashetani, lakini tunaona kuwa walijitenga nao. Lakini cha ajabu tunazidi kuona hapa kwamba Mtume Muhammad ambaye anamiua na Waislamu katika misikiti mingi wanamwamini sana huyu Mtume Muhammad, lakini tunaona kuwa ndiye ambaye alimsilimisha huyu shetani. Nadhani umeanza kunielewa Mpenzi mtazamaji, naye ntazama, ya kuwa mtume Muhammad ndiye aliyemsilimisha huyu shetani, lakini tunaendelea kusoma nukuu, anasema pia tunaelewa wazi Iblisi ni adui namba moja wa Mwenyezi Mungu. Cha ajabu, kumbe Iblisi pia ni Muislamu, lakini tunaona kuwa hapa Iblisi ni adui mkubwa wa Mungu. Tunatambua kuwa Iblisi alifukuzwa kule mbinguni, alikuwa ni malaika. Baada ya kufukuzwa alishushwa hapa duniani. Lakini cha ajabu kumbe Iblisi ni Muislamu. Na mpenzi mtazamaji naye nitazama. Naona sasa umeanza kupata picha kamili, kama kuelewa, tayari umeshaanza kuelewa kabisa kuhusu Uislamu na Ukristo, tumeanza kupata picha ya jinsi Uislamu wanavyoswali ni wanamwabudu Mungu kweli au wanaabudu mashetani. Lakini tumeona ya kuwa shetani kumbe ni Muislamu kabisa na tayari amesilimishwa na Mtume Muhamadi mwenyewe lakini naendelea kunukuu kuwa tena kasilimishwa na Mtume Muhamadi. Sasa tujiulize, kwa hali hii Uislamu ni dini ya nani? Ni kama swali Mtume muhamadi kuwa alisilimishwa na nani, na je hii dini ni ya nani? Kwayo ni swali la kujiuliza, lakini nitajibu tu kwa kweli kwamba nitaweka wazi kuwa hii dini ya Uislamu ni dini ni ya shetani kabisa mwenyewe na majini yenyewe, ni miongoni mwa shetani. Maana shetani hayo majini ni ya kwake, anayamiliki yeye mwenyewe. Na tumeona kabisa kuwa mtume Muhammad ambaye ndiye anaaminiwa katika msikiti wa Waislamu, lakini tunaona ya kuwa ndiye aliyemsilimisha huyu Ibilisi ambaye ni Shetani. Sasa hii dini ni ya nani? Ni swali ambalo unaweza ukajiuliza.